Kupata kizazi ni kati ya neema ya muumba isiyokuwa na shaka, ambayo huleta furaha na mapenzi ya dhati, si kwa wapenda nao tu, bali hata kwa wale waliowazunguka. Mwanasanaa tajika almaarufu Bekaruga, mkazi wa Msambweni, aipata tunu ya kuitwa baba kwa kupata mtoto wa kiume kutoka kwa mwanadada mrembo zaidi ya warembo kwa jina Kibsbeka. Ni furaha kwa familia ya Jimbo Media anakofanyia kazi mwanatiktok huyo, jina rasmi la mtoto huyo likiwa ni Bujira wa kampuni hiyo, Bekaruga alidadavua kwa hisia mseto kwa nini mtoto kumpatia jina hilo la bosi wake; ni pale aliposhindwa kumlipa wema aliyomfanyia kwa nini zaidi ya wema, kwa kumtoa chini zaidi ya chini, hadi hapo alipofikia kuwa maarufu, zikiwa ni jitihada za bosi Bujira, pia ikiwa ni zawadi kati ya zawadi za bosi wake kwa kumwonyesha kujali uwepo wake. Ni kumwomba manani Bujira mdogo aziteke tabia za Bujira bosi wa baba yake kwani ana moyo zaidi ya theoloji.